Naishi Same stelingi kisima. Nimesikitishwa na maafa ya ndugu zetu kwenye Channel One kwenye mwani tunaoishi nayo Same, hususani kwenye mwani mnaowatambua waliokuwa wanaenda kwenye harusi ni mama Rama sawari, mke wa Mhando, mke wa Bija na nani tena mwingine huyu, ambao tayari wako harakati, na mke wa Mhando, na mtu wa Bija, na mama Mtango. Hao wengine bado sijajua kwa kweli. Tumeumia sana, yani tumeumia sana na tukio yani, mimi toka nimezaliwa sijaiona maisha yangu. Emwani wanatoka hapa Same kwetu, ninapoishi wanaenda kwenye harusi Moshi. Hii Channel One inatoka Arusha, yaenda kwetu Tanga, hii ya Tanga. Lakini hii channel hii, mwani yaishi hapa basame ni kama walikuwa wamekodisha wanaenda kwenye harusi. Mimi naitwa Cosmas Steven Sheklango, ni mkazi wa hapa Same. Ajali hii iliyotokea katika sehemu hii ya uh, moteli ilitokana na basi la aina ya Channel 1 na Coaster ndogo Mwami. Chanzo cha ajali hii inasemekana zaidi ni gari, la, gari aina ya basi ya Channel kupasuka tairi na kupoteza mwelekeo wa njia, na hivyo hivyo ikapelekea ikapelekea basi lile kuhamahama njia na kwenda kuvamia kosta iliyokuwa imepaki pembeni, hivyo basi ndio ikasababisha mlipuko huo wa hayo magari mawili. Chanzo ni kikubwa ni kama hii. Hapo ni kwanza kabisa, tuna chanzo cha kwanza kabisa, tunaweza tukasema ni uzembe, ni uzembe uliofanyika, maana magari yaliwaka moto muda sana, na taarifa ilitokea muda muda mrefu sana, na ikasababisha mpaka vijana wa bodaboda wakaamua kuchukua uamuzi wa kwenda kukusanya bodaboda wenzao, na kuja kuchukua mawe na kuanza kuvunja kwenye magari, wale wavunje vioo kusudi wasaidie watu wafanye nini, ili waweze kutoka na serikali yetu ipo kabisa karibu na hii ajali iliyotokea, taarifa wamepewa, lakini bado kabisa hawajaifuatilia kiundani zaidi, na wakaamua kukaa na kupuuzia. Na hivyo baada ya kuona watu wengi ndio wakaona kabisa ah, kumbe kweli, ngoja tuchukue jukumu la kufanya nini, la kutoka. Na baada ya kutoka wakakuta bodaboda wako katika hilo suala la uokoaji, wana, wanatuletea ambulensi ingali watu wameshateketea mamia na mamia ya watu Okay, a watu kama sitini wamomo ndani, na hiyo ndogo ilikuwa imebeba watu wa 45 kabisa. Kama hatuna hata vifaa vifaa vya uokoaji, ndio changamoto kubwa iliyopelekea mpaka hata hawa watu wanapoteza maisha. Basi tungekuwa na hivyo vifaa, isingepelekea kupoteza watu wengi namna hiyo. Kwa hiyo, popote mheshimiwa, unaposikia kero hizi au kereketwa hii, tunaomba maana hili ni funzo kabisa kwamba kuna leo na kesho. Kesho likitokea hili, je, li, itakuwa vile vile au litajirudia au kutakuwa na mabadiliko mengine?